enda kwaria namwe muthenya wa muthine mwere atiriri nita sadam nyaga kamwana kuma mberia uo riciara kiarithayani sadam nyaga mimi sasa mundu muka na mundu mukano menyaga riri agagwenda na mundu mukano <laughs> menyaga ni kiugo kiri kwagitumira akina tara madhabu mathabu akinamenya uyu ni mudho ne kondu burani burani ne burani ne ngamutiga. Nyimbe ta kwasana munyaga ka mwana kuma mbere e burori ciara ki arithaya ni sanda munyaga mimi sasa. Mundu murume ne menda ngwere atirire. Nuwa mwikare na mukaguo nyomba miaka thate, miaka kibao na miaka 10 na mukaguo nginyate ka gwendete. Ati we gucaga gweta mbebi. Mbebi ni patsia 200. Woka munanga rokena nwa rewendetwe.

Ando arume nimenda nimwirea muthenya wa muthi itikira mukaguo akumenye lakini utigetikire mukaguo akwerewa ona ni kaba kumenye kana gukira kwereka ona ni kaba kumenya gukira kuthiganwa. Mbitagwa Sadam Nyaga, kamwana kuma mbere ya uro riciara, yani Sadam Nyaga mimi sasa.